Ni katika ziara ya waziri nchi Ofisi ya Rais maendeleo na vijana amekutana na vijana wanaojishughulisha na shughuli mbali mbalimbali katika maeneo yao ya kazi ili kupata mawazo walionayo juu ya nchi na serikali, ambapo katika zoezi hilo vijana wakaitikia wito na kutoa mawazo yao. Vijana wameiomba serikali kufanya utaratibu wa mabadiliko ya katiba mpya wakiamini mabadiliko hayo yataleta matokeo chanya katika jamii. Mheshimiwa Waziri kwanza ni kupongeze kwa wewe kupata nafasi adhimu ya, ya kutauliwa kama waziri wa kushughulikia mambo ya vijana. Kelo ya Watanzania na vijana wengi, ambayo tunaambiwa ni zaidi ya asilimia 60, ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunahitaji tupate katiba mpya. Katiba yetu kwa mujibu wa historia ilianzishwa, ilizinduliwa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1977 pale Kalimji, Dar es Salaam, ikiwa ni bunge la kwanza. Leo tuna mabunge mangapi yaliyopita? Tujiulize, tangu tarehe ishirini na nne ya mwaka 1977 mpaka tarehe ya leo ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano takriban miaka mingapi? Nawezekana wengi wanashindwa kutoa maoni kulingana, pia kuna changamoto zinazojitokeza, tunakuwa shindwa kuwa huru sasa hata haya maoni tunashindwa kuelewa ni yepi tutoe, naweza nikatoa maoni lakini unahofia nitafika kesho. Niwaombe kama viongozi wetu mtusaidie sana. Mwisho kabisa, hebu tuache uwanda wa mambo ya teknolojia uchukue nafasi yake, kwenye mambo ya teknolojia ichukue nafasi yake. Hii mitandao ya kijamii imeletwa kwa ajili ya vijana, asilimia kubwa ndio tuko huko. Mkitunyima fursa hizo, TikTok tu mtu anaweza katengeneza milioni tatu mpaka milioni nne akiwa na access ya kuweza kutumia. Leo mmezima haya, anaishije yule mtu? akiwafafanulia wananchi hao waziri Nanauka amesema. Ndugu yangu hapa amezungumzia swala la katiba mpya, ameligusia akasema, kwa sasa sisi kama nchi tulipofikia tunahitaji kuwa na katiba mpya. Niye anajua ni vijana mnafuatilia mambo, katika mambo kumi na tatu ambayo Mheshimiwa Rais ameyasema ataanza nayo katika siku mia moja za kwanza. Jambo mojawapo amezungumzia ni kuanzishwa kwa mchakato wa katiba mpya, moja ya kipaumbele. Unajua, kila kiongozi ana namna ya kujifunza kutokana na mambo yanavyoendelea. Tunaelewana vizuri jamani? Kwa ameelezea katika kipengele kimojawapo, amekielezea ni ukamilishwaji wa mchakato wa katiba mpya. Mnakumbuka kwamba huu mchakato ulianza huko nyuma, si mnakumbuka vizuri Mheshimiwa Rais ameahidi katika vitu ambavyo wa atakavikamilisha kabla hajaondoka madarakani ni kuhakikisha mchakato wa katiba mpya umeanza, na kwamba leo sisi tuna wizara yetu, maana yake tafsiri yake, vijana tutapewa sauti katika huo mchakato, tueleze mambo ambayo tunafikiri kwamba hajakaa sawa sawasawa. Kutoka mkoani Mbeya, Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.